Vitongoji kuweni chini ya wananchi na mwenyekiti wa kijiji kuwa chini ya wananchi na mtendaji kuwa chini ya wananchi, hapo tutafika, lakini sisi viongozi tukiwa juu ya wananchi hatutafika. Mmenielewa? <laughs> Ombe wananchi la kwanza, wapeni ushirikiano, alafu mwonee huruma, waombeeni dua. Miaka mitano sio kazi rahisi, tuwape ushirikiano, tuwasaidie. Sisi tunapenda kuzungumza vitu vyetu nje ya ukumbi wa mikutano, tuzungumze ndani ya mikutano. Ndio maana mwenyekiti alichokifanya kuleta hapa kwenu. Sasa ninachotaka niwaambie leo, habari ya wizi. Mimi sipendezi vijana wenye umri wa miaka kumi na nane mpaka miaka arobaini na tano. Kijana yeyote unaonisikia na unaoniangalia no unaoiba, nawajua Kwanzia leo kila mtu amwambie mwenzake aache wizi, mwambie tu. Bwana jamaa amenuna, mwambie tu aa, yani unatwaziri sisi hapa, acha wizi. Mwangalie rafiki yako, mwambia acha wizi, hata wapombe we acha tu. Sio hadisi ninayozungumza hapa, nikiondoka. Utakamatwa kama utaacha wizi na no, ukikamatwa usipige simu kwa diwani nitoe kituo cha polisi nitamwambia mkuu wa kituo shindilia. Ukiiba yani mimi ukiiba sikutetei. Mwenyekiti yani mtu yoyote kitongoji akiiba, wala kuandika barua, achana naye. Yani mtendaji, mtu ameiba, achana naye, kuandika barua ya nini? Eti nyi wazee situachi kuandika barua. Nani anataka tuandike barua kuwekea mzamana mtu mwizi? Vijana acheni wizi, hiyo nimemaliza. Tabia nyingine ambayo siipendi kujitegemea mwenyekiti. Na mtendaji na mwenyekiti wa kitongoji. Mkipata jambo nyi wa kwanza kupeleka mtu polisi. Nyi mtu wa kwanza kumpeleka mtu polisi. Kuna mwenyekiti wa kitongoji, kuna balozi, kuna shehe, kuna mchungaji. Mambo ya ndoa, sijui mambo gani, kwa nini shehe anashindwa kusuluhisha? Mtu akijina mtendaji wa kijiji. Sio bado jambo mwenyekiti wa kitongoji hajalisikiliza wewe simu mtendaji, nimepigwa sana. Wewe kitongoji anajua mpaka jambo ambalo linaenda polisi, hawa wao wameshajua, wameshindwa, yaani kitongoji ameshindwa, ya sawa, mtendaji kashindwa na mwenyekiti wa kijiji, hapo ndio linaenda wapi? Siyo kila matatizo yanaenda polisi. Wengine wanapeleka mtoto na familia yake, baba na watoto wake na mke wake polisi. Hivi mnashindwa, wazee hamnatawa uko